Vile vya kuning'inia kila mbunge atapewa beji ambayo itamtoambaye ni mbunge halali, na beji hii iko kwenye mabenki yetu, ipo kwenye vyombo vyote kukutambua na hata hapo atoa usalama. Ukivaa beji hii, hana haja ya kukuuliza kitambulisho. Pamoja na hayo, bado kutakuta vitambulisho ambao mtavitumia kwenye mambo yenu na shughuli za kawaida katika nje ya Bunge, lakini ukiwa Bungeni, hii itakutosha kuthibitisha kwa wewe ni mbunge na una access ya kuingia maeneo yote ambayo utakuwa umeruhusiwa kwa mujibu wa shughuli za Bunge. Watumishi wa Bunge watapita kila beji na namba, atakupa beji atarekodi na namba yako itafamika sifuri, sifuri, flani tatu, tatu, nne, nne, flani fulanium jamani, yes. Mheshimiwa Spika nakushukuru, ninaangalia teknolojia iliyo hii mpya ya beji. Mheshimiwa Spika, sisi ni binadamu, kuna kupoteza, lakini najaribu kuangalia kakapini huku nyuma, uhai wetu humu ni miaka mitano bungeni kila siku nabadilisha nguo, naweka kengine. Kuna wengi naweka kwenye nguo nyingine, wengine wanabadilisha mara tatu kwa siku. Sasa najiuliza kakipotea, ama kakivunjika hii pini, kuna utaratibu mwingine tutapewa kwamba tunaweza kupewa vingine, au namna gani? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Msukuma, kwa sasa nitakushauri usipoteze beji.